Habari yeah. Ah, yako. Ndugu niko na utaje. Wow. Mm. Si mm. Niko naomba tu unisaidie hii stew yako tukule pamoja pa haujakula kutoka asubuhi. Si chakula. Watu wakiamuka wewe hujakula, si watu wakienda kazi haujakula, si watu wakifika job wakule ha haujakula ukakaa njaa. Mm. Mungu anakusaidia unajua utakufa mapema juu ya njaa. Hapana ndugu, naomba ndugu. Hivyo ndugu ninakwambia, si chakula kitu kutoka asubuhi. Sasa unataka nikufe, nikufe? nataka ukufe. Wacha na chakula yangu na, bana nani unakosea, unakosea. Siwe, sasa nikufe sababu? Hapana Wacha ujinga nakuchapa. Unakutaja kuomba, unakutaja kuomba chakula. Wacha toa ujinga. Nani tutakosana na wewe? Heri tukosane. Wacha tukosane. Kwenda. Si mimi siwezi kufa na naona chakula kipo. Ah, wacha. Nini? Naona. <coughs> <Nona? coughs> <Hey. coughs> Wacha kula. Wacha kula chakula. <coughs> Unajua? Kuna kitu nasemanga. Usaidie maji. Karma is a bitch. Usaidie maji kidogo. Na ndio huyu karma. Ni kusaidie maji gani? Maji ya kukunu. Usiku wake mtoyo. Utakufa mbaya nani ni? Hei, marago hii mimi nyonga mbaya. Sababu ya utoyo. Wacha kula. Wacha kula.